Jamani ndugu zangu. Ehe, kuna nini tena? Mnajua mimi sifurahishwi kabisa na utawala wa chifu. Umesemaje? Alafu chifu amekuwa mkatili sana jamani, na ndio maana hata binti yake ametoroka. He? binti yake ametoroka, na ametuma askari kwenda kumtafuta. Hakikishe mnarudi na binti yangu hapa, washenzi nyie. Masikini binti wa watu, ana baba katili sana. Sijui uko aliko atakuwa na hali gani. Kwa hiyo inatakiwa tuwe makini sana na chifu, maana inaonekana hayuko sawa kabisa, hasa sisi watabibu tunaowasaidia wanaimaya. Bwana <coughs> <coughs> Ngonde, wewe na familia yako wote mnahitajika nyumbani kwa chifu. <coughs>